Kampuni ya mafuta na gesi ya Sola Tanzania imesema itaendelea na programu ya kutafuta mafuta katika maeneo mbalimbali nchini licha ya kasi ya kushuka kwa bei ya bidhaa hiyo katika soko la dunia, hatua inayoweza kuathiri uimara wa hisa zake katika masoko ya hisa duniani. Ifuatayo ni taarifa kamili. Akizungumza wakati wa mkutano wa mwaka wa kampuni hiyo tangu ilipojiorodhesha kwenye soko la hisa la Dar es Salaam DSE ofisa mtendaji mkuu wa kampuni hiyo Dr. Dave Deridge amesema katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, bei ya mafuta katika soko la dunia imeshuka kutoka dola za Marekani 130 hadi dola hamsini kwa pipa, hali ambayo imeathiri hisa kila mahala duniani. Amesema kampuni hiyo imepoteza asilimia 18 hadi 16 ya thamani ya hisa zake katika kipindi cha mwaka mmoja, jambo linalotokana na kuanguka kwa bei ya hisa katika soko la dunia, lakini pia msukumo unaotokana na kupanda na kushuka kwa bei ya mafuta and partly are driven by the oil price. In due course, as oil price changes, like all commodities do, then that will be reflected in in the underlying share price that companies have that, that deal in natural resources. Kutokana na kwamba Tanzania sasa hivi tuna gesi ni asilia na gesi asilia mara nyingi inaambatana na mafuta. Kwa hiyo ukiwekeza katika oil and gas sasa hivi huko mbeleni hizi shares zitakuwa na kama ukiwekeza e, utapata faida. Kampuni ya Swala Energy ambayo imeingia ubia na kampuni ya Tata Petrodine kama njia mbadala ya kupata fedha kwa ajili ya kujiimarisha, ni kampuni ya kwanza ya mafuta na gesi katika orodha ya soko la hisa za Afrika Mashariki. Nikiripoti kutoka kutoka Dar es Salaam, Kisa Mwepiana, Channel 10.